Wakili na mwanasheria wa kimataifa wa Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo, CHADEMA, Robert Amsterdam, bado anaendelea kumpambania Lissu, hasa kimataifa. Tangu Tundu Lissu alipokamatwa na hata kushtakiwa, Robert Amsterdam pamoja na kampuni yake ya ANP bado anaendelea kupambana kila kukicha, ili angalau waweze kumsaidia mteja wao Tundu Lissu, ambaye yupo rumande kwa sasa akikabiliwa na mashtaka mawili likiwamo shtaka la uhaini ambalo halina dhamana na hivyo kumfanya aendelee kusota rumande ikiwa leo ni tarehe 21 mwezi huu wa 4 na mwaka huu wa 2025, masaa 20 yaliyopita Robert Amsterdam na kampuni yake ya kisheria ya kimataifa wametoa kauli nyingine tena kufuatia Lissu kushikiliwa. Itakumbukwa kwamba siku mbili zilizopita ziliibuka taarifa kwamba Lissu haonekani, amepotea gerezani alikokuwa na haijulikani alipo, kwa mujibu wa Chadema wenyewe, kitendo ambacho kilimfanya wakili na mwanasheria wa kimataifa wa Lissu Robert Amsterdam kujitokeza na kusema yafuatayo. Alisema na mnukuu, wenzetu nchini Tanzania mawakili wa Tundu Lissu pamoja na familia yake wamezuiwa kumpata. Mahali alipo kwa sasa hapajulikani. Mamlaka lazima zitaje mara moja alipo na kuhakikisha usalama wake. Hili ni ongezeko kubwa la hali ya wasiwasi. Hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa ndani ya siku mbili hizo zilizopita muda huu tunakwenda kumsikiliza robert amsterdam na kampuni yake e, wameibuka na nini kipya kufuatia kushikiliwa kwa mwenyekiti wa chadema taifa tundu lisu masaa ishirini yaliyopita kampuni ya kisheria kima ya kimataifa ya robert amsterdam inayoitwa amsterdam and Partners LLP, yani A&P, wamechapisha ujumbe kwenye kurasa yao ya X Twitter kufuatia lisu kushikiliwa wakisema naomba ninuku hapa ANDP inafahamu kuwa Tundulisu amewekwa kizuizini, kizuizini peke yake katika mazingira magumu. Hili linazua wasiwasi mkubwa wa kisheria na wa haki za binadamu. Tunashirikiana na wenzetu nchini Tanzania kuandaa mwitikio madhubuti wa kisheria katika ngazi ya kimataifa. Narudia. ANDP inafahamu kuwa Tundulisu amewekwa kizuizini peke yake katika mazingira magumu. Hili linazua wasiwasi mkubwa wa kisheria na haki za binadamu. Tunashirikiana na wenzetu nchini Tanzania kuandaa mwitikio madhubuti wa kisheria katika ngazi ya kimataifa. Alafu Robert Amsterdam mwenyewe akaja akasema nanukuu, ni kwa maslahi ya serikali ya Tanzania kumwachia huru Tundu Lissu na kupunguza mivutano hii ni kwa hivyo ndivyo mambo yamekuwa kwa sasa. Mjadala wa kuhusu kushikiliwa kwa Tundu Antipas Lissu ni mkubwa, huku wanaharakati mbalimbali pamoja na baadhi ya taasisi zikiwemo za kidini zinajitokeza na kutoa wito kwa serikali kuhusu kwamba imwachilie huru Tundu Lissu na bila masharti. Kwa upande mwingine, kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo ndugu Dorothy Semu ameeleza kuzuiwa kumwona mwenyekiti wa chama hicho cha Chadema Mheshimiwa Tundu Antipasilisu anayeshikiliwa kwenye gereza la Ukonga jijini Dar es Salaam akiita kitendo hicho kama zuio lisilo la haki na linaloendeleza ukandamizaji wa demokrasia nchini. Katika taarifa yake kwa vyombo vya habari siku ya jana, Aprili 20 mwaka huu wa 2025, Dorothy ameandika: katika kuadhimisha sikukuu ya Pasaka mwaka huu niliamua kuitumia siku hii kwa namna ya kipekee kwa kwenda kumtembelea ndugu Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa Chadema na pia mwenyekiti e, mwenyekiti wangu katika kituo cha demokrasia Tanzania TCD, aliye katika gereza la Ukonga. Mnamo saa tatu kamili asubuhi, nilikuwa tayari nimewasili gerezani, tukiwa tumeambatana na naibu katibu mkuu bara ndugu Esther Thomas. Baada ya kufika tuliambiwa tupaki gari kwa dakika kumi nikisubiri maelekezo ya utaratibu wa kumwona hata hivyo, baada ya dakika hizo kupita, nilielezwa kuwa hatuwezi kumwona ndugu Lissu kwa sababu anaruhusiwa kuonwa na watu watatu tu ambao ni wanafamilia wake pekee. Tumefanya juhudi za kumtafuta kamishina wa magereza Tanzania, zimegonga mwamba bila mafanikio. Tumekuwepo kwa masaa zaidi ya mawili, hata fursa ya kumwona bwana jela imegomewa, haturuhusiwi. Hili ni zuio lisilo la haki linaloendeleza ukandamizaji wa demokrasia na ukiukwaji wa wazi wa sheria na haki za binadamu. Ni ishara ya kurudi kwenye enzi za giza ambapo hofu inapandikizwa makusudi ili kuwakatisha tamaa wa Tanzania katika mapambano yao ya haki. Wito wangu kwa watanzania ni huu: tusiogope, tushikamane, tuisimamie kweli na haki, tuwe thabiti katika kupambana na udhalimu wa serikali ya CCM. Tukio hili limenikumbusha kwa uchungu jinsi ambavyo kumbukumbu kumbu zangu za kuwa na taifa huru zinatafutwa polepole linaashiria kurudi kwa sura mpya ya ukandamizwaji wa demokrasia. Lazima tuupinge kwa nguvu zote. Kampeni zote muhimu kwa ajili ya kuhakikisha tunaleta mabadiliko ya kweli katika nchi yetu zinapaswa kuendelea kwa ari na kasi zaidi. Watanzania kusimama imara katika mapambano haya ya kuitetea haki, kulinda demokrasia na kuhakikisha ustawi wa Watanzania wote. Pasaka hii imenikumbusha maana ya matumaini, mshikamano na nguvu ya kusimama pamoja kwa ajili ya haki, ameandika Dorothy Semu, akihimiza kutokata tamaa na badala yake kuendelea kushikamana. Hii ndo imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo. Katika meza yetu ya habari nasi tunaisogeza kwako ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu yanayoendelea kwa sasa nchini Tanzania. Kwanza tumepata nafasi ya kutazama kile ambacho Robert Amsterdam pamoja na kampuni yake wamekisema, kufuatia kushikiliwa kwa Tundu Antipas Lissu kwa mara nyingine tena, ikiwa ni kauli yao ya mara nyingine tena, lakini pia tumepata nafasi ya kumsikiliza